Waziri wa zamani wa Tanzania, Jenista Mhagama, afariki dunia akiwa na miaka 58. Tanzania ipo katika majonzi kufuatia kifo cha mbunge wa Peramiho, Jenista Joakim Mhagama, aliyefariki Alhamisi jijini Dodoma. Taarifa hizo zilitolewa bungeni na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azan Zungu, ambaye alieleza kuwa kifo chake ni pigo kubwa kwa taifa. Akitangaza taarifa hizo kwa Bunge lililokuwapo kwenye simanzi, Bwana Zungu alionyesha huzuni kuu, akibainisha kuwa msiba wa Mhagama umeacha pengo si tu ndani ya Bunge, bali pia kwa wananchi wa Peramiho ambao aliwatumikia kwa umahiri. Kwa huzuni kubwa, natangaza kifo cha Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, Mbunge wa Peramiho, aliyefariki leo jijini Dodoma, alisema Spika. Natoa pole za dhati kwa Waheshimiwa Wabunge wote, kwa familia yake, ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wa Peramiho. Mungu awape wa nguvu na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Mhagama, aliyezaliwa tarehe 23 Juni 1967, alikuwa mwalimu wa shule katika miaka ya nyuma na pia alikuwa mmoja wa viongozi mahiri katika siasa za Tanzania kwa zaidi ya miaka 20. Alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini, ikiwemo waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana na wenye ulemavu, na baadaye waziri wa nchi, ofisi ya rais anayeshughulikia utumishi wa umma na utawala bora. Wadhifa wake wa mwisho serikalini ulikuwa waziri wa afya. Alikuwa mbunge anayejulikana kwa kujitolea kwake katika kuhudumia umma na alihudumu katika nafasi mbalimbali mbali, serikalini na bungeni. Wenzake watamkumbuka kama mtumishi hodari wa umma ambaye mchango wake uliathiri sera na mijadala ya kitaifa. Ofisi ya Bunge, kwa kushirikiana na familia, imeanza kuratibu mipango ya mazishi. Mamlaka zimesema kuwa taarifa za kina kuhusu ratiba ya mazishi zitakuwa zikitolewa wakati utakapofika. Wakati taifa likisubiri taarifa zaidi, salamu za rambirambi zinaendelea kutolewa, zikionyesha heshima kubwa ambayo Mhagama aliipata katika maisha yake ya uongozi. Mungu aipumzishe roho yake mahali pema, alisema Spika Zungu huku akihitimisha tangazo lake kwa bunge lililoonekana kuguswa sana.